Hatuko juu ya sheria. Maagizo ya jana ya mheshimiwa mkuu wa mkoa tumeagizwa na tutayasimamia. Kwetu bila yetu ina mpaka mrefu zaidi ya kilomita mia tatu hamsini ukipatia musalama, tunakopakana na Kakoko mkoa wa Kigoma hata ukuzi wa Ngoma tunapakana na, na Karagwe.

penakinaaaero azagati ni marufuku kuanzia sasa hivi, vipenyo hivyo vinasimama, hamna kuvusha watu izigo kwa sababu natuda kuvusha magendo a magendo, ushirikiano itasimamia. Kwa mfano utakamatwa Mheshimiwa fani, Mheshimiwa wa es